Kuna baadhi ya kuku sijawaona wakitoka kula toka asubuhi mpaka muda huu, na si kawaida yao, licha ya kwamba wanalalia. Na kuna wakati kuna kitu flani kinakuja kichwani, lakini pia kuna sauti flani naisikia kwa mbali, kama vifaranga fulani humu vinalalia. Kama unasikia huu, unasikia eh? ngoja kabla ya kufungua hapa Ngoja, kwani tukaangalie kwenye daftari la kumbukumbu yetu kuna nini huko. Hii hapa huko, hiyo ile atamia mwezi wa 10 tarehe 13, aina ya kuku kiduku lakini pia kuna kukuchi. Na 12 kwa 13 lakini kwa leo rutubisho ya 12 kwa 12. Kwa kupitia hilo ina maana tarehe za kutotoleshwa ndio hizi hapo, kwa sababu leo tunaozungumza leo ni siku ya ishirini na moja toka tarehe hizi hapo. Kumbe ni wakiwa kuwa vifaranga vimeanza kutotolewa. Hebu ngoja basi tujiridhishe, tunafungua hapa. Kwa hapa juu hapa, sio, huyu bado analalia na, lakini hapa wa wow. Kuna kuku wawili huyu na huyu, kama danatuonesha kwamba kuna kuku wawili waliatamia mwezi wa kumi. Na haya ndio matokeo. Naona hichi kimetotolewa muda si mrefu, e, kimeanza ku... Sasa kwa nini unaweza kuona kwamba huyu kuku mweupe lakini ana kifaranga cheusi? Ni kwa sababu mimi, huwa kuku akitaga, huwa nachukua mayai naenda kuyahifadhi, kisha wanapotaka kulalia au wanapoonesha dalili za kulalia, nawekea mayai kwao. Huenda mayai wa kuku huyu mweusi nilimwekea, huyu ndo matokeo yamekuja, na ndio maana huyu kuku mweusi amekuwa na vifaranga vyeupe. Huenda hichi kifaranga ni cha huyu sasa zoezi ambayo inaenda kufanyika kwa sasa ni mazoezi makubwa mawili. Cha kwanza kabisa ni kutoa makasha yote ambayo yametotolewa vifaranga, nikianza na hiki hapa. Mona kama unavyoona, mi huwa na rekodi tarehe koi. Yai liitagwa tarehe tatu mwezi wa kumi nadhani. Kwa hiyo kupitia hilo nitaangalia mayai yote ambayo tayari yametotolewa, ya kisha nitatoa makasha. Na kwa nini natoa umuhimu wake ni upi? Mwona i, i tarehe tano, lakini kuna aya hmm. hapa hmm. hmm. hmm. na mayai mengine asili kututolewa pasuliwa hapa, kama tunavyoona mayai karibia yote kwa sababu mayai yaliyoko hapa kwa mujibu wa rekodi zangu, baada ya kumulika inaonyesha yote yalikuwa yamerutubishwa na yote yatatotolewa. Huyu nadhani ndio tarehe 14 kwa sababu hata ukiangalia asilimia kubwa ya mayai yake yalionayo kwa sasa ni mengi kuliko huyu. E, huyu wa tarehe 13, huyu wa tarehe 14 Sasa ili ni zoezi la kwanza la kutoa haya makasha. Sasa zoezi la pili ni la kuchukua mayai kuweka sehemu moja na kuchukua vifaranga kuweka sehemu nyingine, na huu ndio umuhimu wa kuatamisha kuku wawili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo nitachukua, kwa kuwa huyu bado na mayai mengi itabidi nichukue mayai niyaweke humu vifaranga niviweke huku, na atakuwa nakuja kuangalia mara kwa mara kwa kila, kwa kila kifaranga kitakachotolewa huku nakiweka huku na huyu ataendelea kukumbatia nini vifaranga. Sasa faida kwanza, nikianza na faida ya kutoa makasha ni kwamba haya hapa vifaranga vina, vimetotolewa na vinahitaji nafasi e, nafasi ya kumove sehemu moja kwenda nyingine e, kama unavyoona hivi, ya kukaa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo haya makasha yakiwepo hapa, ina maana yanaongeza nafasi pasina sababu ya msingi. Imagine haya makasha yote yangekuwepo hapa. Eh, ina maana hata vifaranga hivi vinakosa ile nafasi ya kuweza ku eh, kujitawala na vitu kama hivyo. Vinahitaji nafasi, vinahitaji hewa na vitu kama hivyo, kwa hiyo ina maana haya makasha yanachukua yana, yana, yana, yana nafasi ambayo haina sababu ya msingi. Hiyo ni moja, lakini mbili, kuna uwezekano mkubwa kwamba hili kasha baada kufunika ya kuwa limetotolewa likaenda kufunika yai ambalo halijatotolewa kwa mfano Sioona hili yai halijatotolewa, kitakacho enda kutokea kita, kita, kita hapa ni kwamba kuna uwezekano mkubwa hili yai kifaranga katoka, lakini akafa kwa sababu akawa ameshindwa namna ya kuweza kutoka vizuri, kwa sababu baada ya kuvunja ukuta wa kwanza atakutana na ukuta mwingine na tukumbuke kwamba anatumia nguvu, anatumia eneji kuvunja yai na kupasuka kutoka nje. Kwao uh, kutumia nguvu nyingi kwa ajili ya kupasua yai kisha aje tena atumie nguvu kwa ajili ya kupasua ili hapa ili, yape, ili aweze kutoka, mwisho wa siku anaweza kujikuta anakufa. Kwao zoezi muhimu ambalo tunatakiwa kufanyika huko anapokuwa ame to, ametotoa au ameangua vifaranga, tunatakiwa tu natoa makasha ambayo Uh, kuku anakuwa ametotoa vifaranga. Point namba tatu, kuna baadhi ya wadudu ambao huwa wanakula masalia yaliyoko humu ndani kama tunavyoona, kuna baadhi ya vitu vitu. Kwa hiyo uh, uwepo wa haya makasha inawezekana ni sababu ya kuita au kukaribisha baadhi ya wadudu ambao wanaweza wakaleta, uh, wakaja kwa ajili ya kuweza kula au kufanya movements kiasi kwamba uh, vifaranga au mazingira yote yakawa si salama kwao eh? wadudu kama utitili na wadudu wengine ambao tunaofahamu. Kwa hiyo kupita hizo pointi tatu za muhimu, ndio sababu ambayo inatakiwa tutoe haya makasha baada ya kuwa vifaranga vimetotolewa. Sasa nikija kwenye ishu ya pili, kwamba kwanini nalazimika kutoa vifaranga huku, huku, tuyaweke tuviweke huku, lakini pia mayai tuyaweke huku, ni kwa sababu zifuatazo.